Na tukiangazia mengine ni kwamba zaidi ya watu milioni mbili humu nchini watahitaji msaada wa chakula katika muda wa majuma matatu yajayo, huku hofu ya ukame ikiendelea kushuhudiwa. Idara ya utabiri wa hali ya anga imesema kwamba hali hiyo inaendelea kuongezeka katika baadhi ya kaunti huku nyingine zikianza kuathirika zaidi. Brenda Wanga anaarifu mengi. Ushauri kutoka idara ya hali ya anga inaonyesha kuwa idadi ya watu ambao watahitaji msaada wa chakula kutokana na hali ya kiangazi kufikia Januari mwakani itaongezeka kufikia milioni mbili nukta moja nne. Hali hii ya ukame ikisababishwa na ukosefu wa mvua kwa kipindi cha miezi ya Oktoba hadi Disemba. Ukame huu tayari unaathiri sana jamii za wafugaji katika eneo la Shompole kaunti ya Kajiado. Athari tayari inasikika, wakulima hapa wanalazimika kununua nyasi kwa bei ya juu ili tu kuwalisha mifugo, huku familia pia zikitatizika kupata chakula. Watu wanaamka saa 9 usiku, wanatembea kwa matoche za mikono na sometimes kuna hatari kwa sababu kuna wanyamapori, kuna ndovu, kuna fisi lakini itabidi vyanzo vya maji vinakauka, na wanawake sasa wanalazimika kutembea muda mrefu, ili kupata kidogo wanachoweza kupata. Kaunti ya Kajiado ni mojawapo ya kaunti tisa ambazo zimeorodheshwa kuwa zilizo kwenye hali ya tahadhari ya ukame. Nyingine ni Wajia, Garissa, Kilifi, Kitui, Marsabit, Kwale, Isiolo na Tana River. Kulingana na idara ya hali ya anga, malisho, maji na chakula ya kaunti hizi zinaanza kuathirika. Kaunti kumi na tatu za Samburu, Turkana, Taita Taveta, Pokot Magharibi, Tharakanithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Narok, Baringo, Makueni, Meru na Lamu zimeingia katika awamu ya kawaida ya ukame, ambayo ina maana kwamba ingawa kaunti hizi ziko imara kwa sasa, zinaanza kuonyesha dalili za ukame. Hata hivyo, kaunti ya Mandera tayari iko kwenye hatua ya tahadhari, wakaazi wakihitaji sana msaada wa chakula na maji. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.